Serikali ya Saudi Arabia chini ya wizaratulhija na umra kupitia wizara ya afya ilitoa ratiba na miongozo mipya, utekelezaji wa matendo yanayohusiana na masuala ya ibada hija, na hivi na hivi karibuni kupokea pia muongozo wa utaratibu wa afya za mahujaji ambao wanatarajiwa kusafiri kutekeleza ibada hija kwa mwaka 1446 yaani 2025 ambapo katika suala la maandalizi linaendelea vizuri na hatua iliyobakia kwa sasa ni kama ifuatavyo. Ratiba hii kama nilivyosema mwanzo, tulizungumza kule Tanzania bara ambapo, mwanzo, na waandishi wa habari, ambapo mwanzo tulipokea na sasa hivi tunazungumza hapa, tunajua bila shaka itafika dunia nzima, ambapo just tunawapa brief tu kwa pale tulipofikia na vile vitu vilivyotekelezwa katika ile ratiba tuliyopewa tarehe nane Juni 2025 shughuli iliyotakiwa kufanywa ni kupokea hati za maandalizi ya hija ambapo swala lote hili kwa Tanzania nzima tumeshalifanya kikamilifu na limeshafanyika. Tarehe 26 Julai 2025 kuanza kwa upatikanaji wa taarifa za mahema na fedha. Swala hili limekamilika tarehe tisa hadi tarehe 25 Agosti 2025 muda wa udhibitishi mahi, wa ma, mahitaji ma, ma ya mahema na malipo yote swala hili limeshafanyika tarehe 24 Agosti 2025, huanza kwa mikutano ya maandalizi ya hija. Swala hili limekamilika tarehe 12 Oktoba 2025, mwisho wa mkutano ya maandalizi ya ibada ya hija. Swala hili limekamilika tarehe 9 Novemba 2025, na usainiwa na makubaliano ya mikataba ya hija. Lazima tuende tukasaini ile mikataba kule, linaendelea na utaratibu swala hili kwa sababu hiyo tarehe 9 Novemba bado hatujafika kwenye uhai na uzima, swala hilo tutalifikisha kama tulivyopanga, Mungu atuwezeshe inshallah. Tarehe 21 Disemba 2025 tarehe ya mwisho ya kuhamisha fedha, yani fedha zetu sisi Tanzania tuwe tumeshazipeleka kule, na swala hili liko katika utaratibu mzuri, na kwa kushirikiana na wenzetu wa utahiza swala hili linaenda vizuri, pamoja na wenzetu wa tahafi kule Tanzania Bara. Tarehe nne Januari 2026 ni tarehe ya mwisho ya malipo ya mahema makaazi na usafiri Nahili, na hili linaendelea kama tulivyosema kwa mashirikiano makubwa ya wenzetu, mpaka sasa hivi hatujaweza kupata tatizo lolote. Tarehe 20 Januari 2026 tarehe ya mwisho ya malipo ya mahema na usafiri. Tarehe mosi Februari 2026 mwisho wa kukamilisha malipo ya makaazi maka na Madina, kama tunavyojua inabidi tukodi ma sehemu za kukaa kule. Kwa hivyo muda huu unakuwa ni mwisho wa kuweza kukamilisha vitu hivyo. Tarehe nane Februari ishirini ishirini na sita tarehe ya mwisho ya kuwasilisha taarifa za mahujaji wetu. Tarehe ishirini 20 Machi ishirini ishirini na sita tarehe ya mwisho ya awamu ya utoaji wa viza. Tarehe ishirini na tano Machi ishirini ishirini na sita huanza kwa kipindi cha kuingiza taarifa kabla ya kuwasili. Tarehe kumi na nane Aprili ishirini ishirini na sita tarehe ya makabidhiano ya mahema na kuanza kwa kufika kwa mahujaji. Kama ilivyo kawaida, inabidi viongozi watangulie kule kufika ili waweze kukaa kupewa mahema ili kuweza kujua mapema kama kuna changamoto za pale tunaweza kuzitatua. Kama vile tunavyojua siku zote za makaazi na nyingineo, watu wanaenda mapema ili kuweza kuzitatua kwa pamoja na wenzetu wa Saudi Arabia matatizo hayo. Ndugu waandishi wa habari, aidha, hivi karibuni tulipokea utaratibu wa afya kwa mahujaji ambao wanategemewa kwenda kuhiji mwaka huu, ambapo daktari dhamana ofisi ya hija ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Nofal Muhamed Kasim atatusomea taarifa hiyo kwa ufafanuzi zaidi kiafya. Tutamwomba pia mrajis wa mahakama ya rufaa, Sheidi naye atakuja kutueleza Je, mtu akiumwa inakuwaje katika sherehe za dini? Naye tutampa nafasi hiyo ili aweze kutufafanulia zaidi, ili tusione kama tumenyongwa au Mungu ka, kaonea wale waliokuwa wagonjwa katika swala hilo. Inabidi tusikilize kwa kina, ili tuipate kuipata hii taaluma, kwa waislamu inasemaje. Hivyo tumekuiteni hapa leo ili tushirikiane kuwafikishia waislamu ujumbe huu wote wa Tanzania pamoja na vyombo vya habari vingine vilikuwa havijafika, tutaomba mwakilishe habari hii ili waweze kuwafikia pia kuwaelimisha, kuwaeleza kuwa ma, maandalizi ya hija sasa yamekamilika, hija sasa yamekamilika mwezi wa Shabani, hivyo tofauti ya miaka iliyopita ambapo maandalizi ya malipo yalifanyika katika mwezi wa Zulhija au zaidi, kama tunavyojua na hili tunalielezea siku zote, kama hija kama nilivyosoma ratiba sasahivi tumeshafika mbali. Kwa hivyo wale watu wote wanaotaka kwenda hija, vyombo vya habari waambie, wakichelewa tu inabidi mtu kwa mwaka huu hatoweza kwenda hija. Ndugu waandishi wa habari, ibada ya hija imefariishwa kwa wale wenye uwezo. Taasisi nyingi zinazotoa huduma za kusafirisha mahujaji zinatofautiana bei kulingana na huduma wanazozitaa. Zipo taasisi za harama nafuu, za kati na zile za juu. Harama hizi zina minakizi mahitaji ya kila kundi na mahujaji. Kama tunavyojua kama hija ni, ni uwezo wa kila mtu, kwa hivyo taasisi kuwa na